Karibu tuzungumze kuhusiana na ubora wa bidhaa zinazozalishwa ndani ya nchi na nini ambacho kinafanyika hasa ili kuongeza ubunifu uh, na kufanya uh, ziuzike zaidi na kuongeza pia thamani yake katika mnyororo wa thamani uh, yapo mambo mengi ambayo yanaweza yakafanyika na mbinu hizi zinafundishwa na wakufunzi, lakini uh, uh, na taasisi pia za serikali na binafsi ili kusaidia wajasiriamali mbalimbali. Haya, tutazungumza pamoja na mengine mengi hapa studioni, tukiwa naye Jonathan John ambaye ni kaimu meneja kutoka SIDO. Karibu sana. Tuko pia na Dkt. Ladislaus Lwambano ambaye ni mkufunzi wa wajasiriamali na mkurugenzi pia wa kampuni ya Liula. Yeye pia anafahamika kama baba wajasiriamali kwa mafunzo ambayo amekuwa akitoa. Karibu sana Daktari. Asante sana sana. Yapo mambo mengi ambayo uh, yanazingatiwa ya ama mmekuwa uh, pia mkieleza kwenye masuala ya ubora wa bidhaa, lakini kwa nini ni muhimu kwanza, uh, bidhaa kuwa na ubora uh, labda tuanzie hapo Jonathan bidhaa kuwa na ubora. Ee, nianze kwa kusema kwanza, ubora wa bidhaa ni sifa au ni ambazo zimewekwa kwa ajili ya matarajio kukizi matarajio au kukizi lengo lililo kusudiwa. Kwa hiyo ya zile sifa zile ambazo mteja anakuwa anatarajia kuzipata kwenye bidhaa husika. Mm -hmm. Ni lazima zifikiwe, lazima kifiki, zifikiwe kiwa namna gani? Kwamba kama mteja anapenda kitu fulani labda kiwe na harufu fulani nzuri. Mm -hmm. kwa ni vizuri ya yule mtengenezaji basi aweze kuweka ile harufu ambayo mteja anaipenda, na mteja akiweza akiweza ku, ku ile harufu ikiweza kuwepo sasa, yule mteja atajua kwamba bora umefikiwa. Hmm. Kwa hiyo viko, viko vitu vingi tunapoongelea kwenye ubora, yako mambo mengi. Hmm. Huko ubora wa kuona kwamba mtu akiona kitu fulani basi yeye anaona ni bora. Yupo mmoja wa kunusa, mtu anaweza akanusa akafikiria bana, hii pafyumu ni nzuri, akaipenda na akaichukua baada ya kuwa amependa ah, ile harufu. Kwa hiyo ubora ni, ni mambo mengi ambayo ambayo ni zile sifa ambazo mt, m, zimewekwa kwa ajili ya kutimiza lile lengo ambalo mteja amekusudia aweze kuzipata kwenye idha bidhaa kwenye bidhaa husika. mm -hmm. Eh, labda nianze kwa kuanzia kwa hapo hapa lakini, huko uh, pia ubora ambao wa kisheria, huko ubora mwingine ambao ni wa viwango mm -hmm. ambao viwango fulani vimewekwa kuweza kukidhi eh, ule ubora kwamba kitu iki, hiki kikiwa na kikizi viwango hivi basi kitu hicho kitakuwa kimekuwa ni bora. Kwa hiyo mm, naweza nikaanza huko namna hiyo katika upimaji. Mm. Sasa bidhaa zipo mbalimbali. Mm. E, ni mambo gani ambayo mmekuwa mkizingatia e, kwenye kupima bidhaa? Bidhaa e, ziko nyingi, ziko bidhaa za chakula e, na bidhaa za chakula pia zimegawanyika zina makundi. Ndio tueleze katika makundi, mm. Kwa, makundi. E, e, mm. kwa mfano Uh, bidhaa kama chakula kama hivyo inavyoonyeshwa kwenye televisheni kwa mfano hiyo ni lishe mm -hmm. Ili lishe iweze kuwa na ubora, pamoja na mambo mengine yote yatapimwa, lakini kimojawapo ni kwamba lazima iwe na virutubisho vinavyotakiwa. Uh, mzazi anapoenda kununua unga wa mtoto kwa ajili ya uji, ule unga ule ni lazima uwe na vi, vitu vinavyo, na vile vinavyo vile virutubisho vinavyotakiwa na na viwango kwenye mamlaka kama TBS ambao ndo wenye mamlaka wameweka viwango kwamba protini labda kwenye bidhaa hii, kwenye unga wa lishe inatakiwa iwe kiasi fulani. Kwa hiyo usipoifikia protini ile ile kwa kwa mfano, ile ule unga ile lishe itakuwa sio si, si haijafikia ule ubora. Kwa hiyo utakuwa unawauzia watu lakini wanakula makapi. Kwa hiyo yule mzazi ambaye awezi kula kwa mfano samaki, ana uwezo kununua samaki hawana ana uwezo kununua maziwa, hawana uwezo wa kununua soya, atafikiri yeye amenunua lishe yenye vitu vyote mm -hmm. pamoja na protini, kumbe maskini kwenye ile, kwenye, ile, kwenye, ile, kwenye ile lishe hicho kitu akipo. Kwa hiyo utakuwa umemuuzia makao. Viko viwango ambavyo vimewekwa, hiyo kwa upande wa chakula kwa mfano natolea, lakini iko sekta ya vipodozi, ziko nondo mm -hmm. ziko furniture, ziko bidhaa nyingi nyingi ambazo pia na zenyewe viko viwango vilivyowekwa na mamlaka husika ili wa, wazalishaji waweze kuvifikia hivyo viwango Dokta mm. Mkoki, ukiwa mkufunzi kwa wajasiriamali sasa. Okay, kuna baadhi ambao wamekuwa sio waaminifu, wanajua kabisa hii bidhaa akitengeneza hivi inakuwa na ubora, lakini inawezekana anafanya anapunja ili mm. apate faida zaidi mm. <laughs> katika mazingira kama haya e, na mafunzo ambayo pia mmekuwa mkitoa una M nini hivyo? Mm, ni nini ambacho hasa mmekuwa mkiwashawishi kuto kufanya kwenye suala la uzalishaji? Huwa tunachosisitiza ni kwamba kama unatoa mafunzo na unakuwa wanafunzi ambao uweledi mm, maanake tunasisitiza sana namna e, ya kusimamia ubora, na tunapozungumzia ubora tunasema ni eneo pana ambapo tunaanzia tu kwenye kununua malighafi kama kwenye swala la uzalishaji kwa maana tunanunua hususani kwenye kemikali, kuangalia, unaangalia tarehe ya kuexpire, lakini pia namna ya kuhifadhi kemikali, lakini pia namna ya kutengeneza kwa kufuata vipimo vilivyokuwa sahihi kwa mujibu wa shirika la viwango la TBS. Hali kadhalika, ukishatengeneza kupima ubora wenyewe, kwa maana kwamba hususan kama unadhalisha kama ni sabuni, lazima utambue sabuni hii, uh, kiwango cha mafuta kinachotakiwa ni pasenti kadhaa lakini pia pH inayotakiwa sabuni kiango kadhaa, lakini pia kama ni povu ni asilimia kadhaa. Kwa hiyo tunajitahidi kuelekeza kwamba wafuate viwango hivyo, na kwa bahati nzuri mimi mwenyewe pia ni mwalimu mm -hmm. ambao pia nadharisha mm hizi -hmm. bidhaa ambao nadharisha sabuni za liwe na kadhalika. Kwa hiyo tunafanya hivyo ili kuhakikisha kwamba wale watu wawe katika hali ya na kosa kubwa ambao kama utalifanya kutozingatia ubora mm -hmm. au kuzingatia vipimo vyokuwa sahihi manake upo wezekaniko uh, ukatengeneza kitu ambacho kwamba hakitaenda kukizi kwa wateja mm, kwa sababu mteja pia kuna kitu ambacho kwamba anatoa maoni pia, bwana, mimi labda sabuni yako kama alivyowekeza um, kufunzi hapo wasido mm, kwamba unaweza kwamba labda umebana parfum, manake atakwambia na parfum yako kwenye bidhaa haipo vizuri mm, aweza bwana, sabuni yako hii tunaona kwamba uh, inawasha kwa maanake, kuwasha kwa sabuni tunasema kwamba kutokana na kutokuwa na kiwango kikubwa cha mafuta. Kwa hiyo mtu anaweza kuambia bwana, hiyo ndo dawa, hiyo ndo inayowasha, kumbe kosi lisoda nazidi. Kwa sababu naona wapo wengine wanazungumza kwamba bwana, hapo ndo napona, ndo dawa, dawa, dawa, dawa, dawa, lakini kumbe kiwango cha kosi kisoda kimefanya nini? Kimezidi. Kwa hiyo huwa tunajitahidi kutoa elimu iliyokuwa pana, mikono inakuwa inababuka eh, kubabuka na nini. Sasa hiyo yote ni kwa sababu tunahakikisha kwamba tunatoa elimu iliyokuwa pana ili kuhakikisha kwamba taifa letu tunatengeneza bidhaa zenye ubora na zinakidhi afya kwa watumiaji, na hiyo ni mfano kama ambavyo tunaona kwamba wajasiriamali wengi wadogo wadogo wanatengeneza bidhaa katika namna ambayo tunasema E, e, zinakuwa locally produced yani mm. E, katika namna ambayo mm. Labda pengine teknolojia sio kubwa sana mm. mm. E, mara nyingi unakuta watengeneza kwa mikono na vitu kama hivyo mm. Sasa katika mazingira kama hayo mm. wanawezaje kuzingatia viwango vya juu vya ubora ikiwa pia wanatengeneza katika namna ambayo teknolojia wanayotumia pia e, sio kubwa kama ambazo zinazalishwa viwandani? okay. Nitakujibu hapo mm. Uh, ili utengeneze bidhaa yenye ubora haihitaji lazima utumie mashine peke yake. Yeah. Kinachotakiwa ni kufuata vipimo vilivyokuwa sahihi kwa mujibu wa formula. Na maana kama ilivyosema kwa mfano unatengeneza sabuni labda ya lita ishirini tuseme ya maji. Yeah. Lazima utambue kwanza uh, kiwango cha povu kinachotajika kwenye sabuni ni kiasi gani ile ya maji. Mm. Lakini pili kuna kutambua milizi ya, ya, ya kama ni perfume inabidi weke milizi ngapi. Sasa milizi, kuna measuring system ambayo unaitumia, lakini pia kuna kupima baadhi ya vitu vingine, kwa mfano kupima kwa kutumia nini, tunasema kwamba kwa mizani. Mimi nashauri sana, sio sio muumini sana kusema kwamba mtu anafanya ujasiriamali atumie kupima kwa vijiko ya, ukipima kwa vijiko maanake kwamba ipo nyingine itazidi na nyingine itapungua. Ukiwa mdhalishaji, kama kweli mdhalishaji, kwa mafunzo ambayo unatoa mimi na naamini wanaotoa taasisi ya SIDO, kwa sababu mimi pia huwa naalikwa SIDO kwenda kutoa mafunzo hata wakati mwili ya kusomea walimu na kadhalika. Uh, unapotoa mafunzo ya namna hiyo, maanake lazima ujue kwamba unaangalia, unakuwa na mzani wa kupimia gramu, kama hii inatakia gramu tano au gramu kumi, lazima uhakikishe kwamba unapima pale, ndipo unaweka unaweka kwenye mchanganyiko wako. Kwa hiyo unafuata hat, hatua hizi prosija, kwamba inaanza hiki kinafuata hiki kinafuata hiki. Sasa kikubwa ni kufuata vipimo. Hmm. Ukiona bidhaa haitoki kwenye ubora pia, kwa mujibu wa fomula yako, pia kama unapima una una kwa kukadilia, unapopima kwa kijiko, maanake kwamba upo uwezekaniko wewe ki, uka, ukaongeza uka au ukapunguza au mtu mwingine anakuambia, bwana rangi, ukishatengeneza sabuni wewe kadilia tu. Huwezi kukadilia rangi; ukikadilia rangi, maanake upo uwezekaniko wewe uta e, utatengeneza sabuni yako hii kwamba leo ikawa na rangi ndogo, kesho kutwa ikawa na rangi nyingi kwa hiyo utakuwa mtu anaweza kuambia bwana, bwana leo hii bwana, naomba nilete sabuni kama ya wamu ile. Kumbe ni sabuni ni ile ile, ila umekosea kiwango cha kwa sababu yes. Mm -hmm. Yeah, ndio. Sasa wakati mwingine sisi wateja tunagundua vipi kwamba hii bidhaa ni bora na uh, itatufaa na haitakuwa na madhara kutokana na makundi pia mbalimbali ambayo ulikuwa ukieleza? Yes. Ah, kuna namna ya kugundua kwamba bidhaa hii ni bora Bahati nzuri nchi, taifa letu limeweka kuna mamlaka husika ambayo inathibitisha kwamba hiki kitu ni bora. Kwa hiyo ili tuweze kujua kwamba hiki kitu ni bora, iko lazima utakuta kwenye bidhaa yako kuna nembo ya TBS, na TBS ndo ndo mwenye mamlaka wa kuthibitisha kwamba hiki kitu ni bora. Kwa hiyo kama hamna nembo ya TBS, maana yake hiyo bidhaa bado inawezekana ni bora, lakini basi ndio huyo mtu bado hajapeleka kuithibitisha kwamba kweli ule ubora ambao anaosema uf... yeye basi umethibitishwa na jicho na, na mamlaka husika. Kwa hiyo tuangalie kwa maana ya nembo ya TBS ndio anayethibitisha ubora. Sawa sawa. Na mnashirikiana vipi pia na hizi mamlaka wakati huo ambao mnatoa mafunzo lakini pia kuwawezesha wajasiriamali ambao wanatengeneza bidhaa zao. E, sisi kama SIDO kama taasisi sisi wote ni tuko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara. Ndio. Kwa hiyo tuna makubaliano na TBS katika kuwawezesha wajasiriamali wadogo kama alivyosema Dokta, hapa ni kwamba kuzalisha bidhaa kuhitaji mitambo mikubwa, na bahati nzuri kiwango kile kile kinachodhibitisha bidhaa iliyotoka kwenye kiwanda kikubwa ndio hiyo inayodhibitisha bidhaa ambayo mm, mtu ametengeneza kwa kukoroga, kwa kutumia sufuria mm, na mitambo ile ya kawaida. Kwa hiyo tuna mashirikiano sisi na TBS kwa ajili ya kuwawezesha wajasamali wadogo waweze kudhibitisha bidhaa zao, na bahati nzuri serikali imetoa amna gharama akipita SIDO sisi tunambeba tunampeleka TBS, tunawaambia TBS, huyu ni mdogo, hawezi, hawezi, ha, gharama haziwezi, kwa hiyo mpimie bidhaa zake. Anapimiwa, na mwisho wa siku anathibitishwa bidhaa yake ubonsawa. mm -hmm. yeah. Sawa na, na pia kuna changamoto ambayo inaonekana kwa bidhaa ambazo zinakuwa locally produced, hizi bidhaa ambazo zinazalishwa na wajasiria mali hawa wadogo wadogo. mm -hmm. uh, mm -hmm. eh, ni, ni kwenye ufungashaji uh, packaging Uh, wakati mwingine unakuta kwa mfano bidhaa ambayo imetoka nje eh, labda pengine hii ya kwetu inaweza ikawa na ubora kuliko hata ile nje, lakini ile ile nje ilivyofungashwa yani, inavyopendeza jinsi ambavyo maelezo yake ya jinsi ya kutumia yalivyo pale kwenye uh, ile bidhaa yenyewe unakuta inavutia. Eh, changamoto ni nini hasa kwa bidhaa ambazo tunazalisha ndani, Doctor? Okay. uh, changamoto inayotokana na, na, na swala la ufungashaji mm-hmm. ni kwanza kabisa upatikanaji wa vifungashio vyenyewe nchini, hatuna viwanda vya kutosha vya kutengeneza pakeji ambazo zenye mwonekano mzuri. hmm. kwa hiyo wakati mwingine unalazimika, wajasiriamali wadogo wanalazimika kwamba kuchukua pakeji za bei che, aidha kama unapata pakeji za kutoka China unapata kwa bei kubwa, na unavyopata kwa bei kubwa uh, au pia kutoka Kenya. hmm. inakulazimu pia wewe kidogo bidhaa uuze kwa bei kubwa kidogo tofauti na na na, na, na, na, na, na, na, na, wezako wanavyouza kwa sababu package, package itakuwa mzuri lakini utanunua kwa bei kubwa mm. Lakini wezetu maanake kwamba wanadharisha package wanachukua nchini kwao na malighafu wanachukua nchini kwao. Kwa hiyo utakuta mwisho wa siku wanakuja kudharisha bidhaa rafiki na kwa bei rafiki zaidi mm. Lakini sisi maanake kwamba wajasiriamali tuna huwa wakati mwingine mimi mwenyewe naagiza mpaka Kenya. Sasa kuna mwingine anakuwa labda hana uwezo wa kuagiza package Kenya. Kwa hiyo yananunua za hapa hapa. Wakati mwingine unaponunua za hapa hapa pia zinakuwa uh, na muonekano wakati mwingine hatuna viwanda vizuri vya package kwa ujumla kwa Tanzania. Mm. Hilo lazima tulizungumzie ukweli. Kwa hiyo inabidi tupia hata sisi kama wajasiriamali tuanze kufikiria kuf, mbinu mpya yeah. Kuagiza kutengeneza package ili kuhakikisha kwamba tuna tunanusuru ile hali ya ya kuagiza nje kwa sababu wataalamu tupo wa kuweza kuvifanya hivyo vitu, labda changamoto ni mitaji, lakini tunakubaliana kwamba mm. a ubora mm. wa bidhaa package inasaidia mm. pia kukuona yeah, yeah, yeah. Inaonyesha kwamba uhalisia wa kitu kwamba mm. inavutia, ina kitu ukiwa yeah. Na package ambayo haina haina mvuto manake, hata kwenye soko unaweza kaenda kaiona bidhaa labda haina ubora, kumbe ina ubora unaotakiwa. Kwa sababu nimezungumza ni hapo kwa mapana kidogo mm. mi binafsi tunavyozalisha bidhaa zetu, manake tunatumia vitu vingine vya asili kabisa yeah. Unajua watu wanavyoamini kwamba, kwa mfano nichukulie kwamba kitu ambacho chakung'alisha ngozi mm. wanasema lazima utengeneze labda kwa kutumia koji kiasidi, lakini ukienda mbali ukiisoma koji kiasidi ni nini? Koji kiasidi ni, ni kitwa, ni, ni, ni, ni, ni, ni mchele uliotengenezwa mm. sijui ndio maana watu wakabuni kutengeneza sabuni ya kutumia koji kiasidi mm. yani, no, sabuni ya mchele, kwa maana kwamba koji kiasidi ni mchele uliochachushwa au soya iliyochachushwa ili kwa ajili ya kutakatisha ngozi. Sasa hivi vitu tunaweza tukavifanya. Michele tunayo hapa, tunaweza ukaitumia kutengeneza sabuni na vitu vingine na, na ukatengeneza kitu ambacho kikatoa matokeo mazuri zaidi na wateja wakakifurahia. Kwa hiyo tuna vitu vya asili vya kutosha hapa Tanzania. E, tu, tu, tuangalie katika hili eneo la, la, la ubora wa bidhaa na athari zake mm. wapo watu ambao wameathirika kutokana na kutumia bidhaa ambazo hazina ubora mm. E, kwa mfano kuna, kuna, kuna moja kati ya eneo hapa Dar es Salaam, watu walitumia mafuta ya kupikia Mm -hmm. Lileta wengine ngozi zikababuka mm -hmm. na vitu kama hivyo, lakini tumesikia pia kwa upande wa watu ambao wanatumia vilevi ambavyo havina e, ubora na vinaletea madhara makubwa, na bidhaa nyingine kama vipodozi na vitu yeah, kama kama mm -hmm. hivyo, lakini pia bidhaa hizi zote zinazalishwa hapa nchini nyingine zinaagizwa kutoka nje, na mimi nina imani kwamba bidhaa nyingi ambazo zinazalishwa hapa nchini mm -hmm. e, sijawahi si, kusikia kwamba bidhaa ambayo imezalishwa hapa nchini pengine nakuwa na madhara kama hizi ambazo zinaletwa nyingine mm -hmm. zikiwa feki mm -hmm. lakini uh, hapa nazungumzia kasumba ile kwamba uh, watu wengi wanaona kwamba kutumia kitu ambacho kimetengenezwa, ameona pale mtu ana sehemu yake pale ya kutengeneza, akaenda kununua pale, bado mm hiyo -hmm. hiyo eh, kitu haijakaa sana kwenye akili za watu mm -hmm. mnafanya nini kuhakikisha pia watu wanathamini vitu ambavyo tunazalisha tuna na wana imani navyo kwamba ni vitu ambavyo vina ubora eh, ili kuepuka hivi ambavyo tunavitumia tuna ambavyo vinaleta madhara. Kwa ujumla, huwa tunatoa elimu pana kwa, kwa watumiaji bidhaa zenyewe mm. Lakini pia kwa wadhalishaji kusimamia ubora wa bidhaa ili kuhakikisha kwamba hata inapoenda kwa mteja inatoa matokeo yalikuwa sahihi. Sasa hapa niende mbali kwa kusema kwamba unapo tengeneza bidhaa na kwa yule ambaye kwamba anaenda kuipokea na hususan ni Watanzania kwanza tu kwa, kwa, kutumia bidhaa za ndani, kwa sababu pia tunatengeneza uchumi wa taifa, na unapotengeneza uchumi wa taifa maanake kwamba tutatengeneza wajasiriamali hawa, pia tunaweza tukaajiri watu wengine, na watu hawa tunavyoajiri watu wengine wanaenda kununua kitanda, wanaenda kununua kitu fulani, kwa hiyo mwisho wa siku taifa linatamalaki. Lakini pia kikubwa maanake kwamba tunapunguza tatizo la ajira nchini mimi au sisi SIDO ikiwemo na mimi mwenyewe ni miongoni mwa watu ambao pia tunashiriki kwa kiwango kikubwa kupunguza tatizo la ajira. Kwa hiyo tunavyopunguza tatizo la ajira na bidhaa zinapoenda mitaani kwa wingi na wakazipokea vizuri, maanake pia tunaajiri tuna, tuna watu wengi zaidi, maanake mwisho wa siku taifa, changamoto ya ajira nayo inapungua, ina kupitia ujasiriamali. Mm. Hmm. kuongezea na, na, na, na, hapo mm, ni kwamba of course ni mindset mm bado mindset ya Watanzania wengi bado uh, uh, wanapenda vitu vya nje, lakini kupitia uh, fursa hii labda kuambia kwamba bidhaa zetu ni nzuri. Ndiyo. Ni nzuri kuliko hata hizo zile za, za nje. Inawezekana labda kwenye muonekano tu hazijawa na ule mwonekano mzuri, kwa sababu ya changamoto kama alivyosema mkufunzi mwenzangu, labda kwa sababu ya package, lakini bidhaa zetu ni nzuri, na tuwe na tabia ya kupenda vyakwetu. Vyakwetu ni vizuri na vina viwango kwayo, wa wa, kwa hiyo Watanzania watumie vya kwetu kwa sababu vina ubora. mm -hmm. mm -hmm. Naam, pamoja na hilo uh, SIDO mmekuwa mkitoa mafunzo na ushauri wa kitaalamu mnawafikia vipi sasa hawa wajasiri mm -hmm. ya mali kwa sababu uh, idadi yao ni kubwa. uh, idadi yao ni kubwa kweli, na bahati nzuri SIDO tuna tuko nchi nzima mikoa mm -hmm. yote, sisi SIDO tuna ofisi, ni shirika ambalo angalau kidogo katika mikoa yote ya Tanzania, basi shirika hilo lina ofisi zake. Kwa hiyo tunajaribu kuwafikia kwa kupitia hiyo mikoa, lakini pia tunazidi kutangaza. Tunatangaza kwenye, kwenye, kwenye media, kwenye mafunzo mbalimbali tunakuwa yeah. na makongamano mbalimbali, tunaandisha semina mbalimbali kwa ajili ya kuhamasisha wananchi waweze kuja kutumia hizo fursa ambazo SIDO inazo na serikali ime, imeziweka kwa ajili ya kuwawezesha wananchi Mm -hmm. Uh, yapo mambo mengi ambayo inawezekana wajasiriamali wanafanya uh, katika kuongeza ubora inawezekana wanafanya kwa kujua kutokujua. Ni mambo gani ambayo mnatamani uh, wajasiria wajasiriamali hasa wabadilike ili uh, kuongeza ubora wa bidhaa ambazo wanazalisha? Uh, sisi ambayo tunawahamasisha wajasiriamali wabadilike ni kwamba, unapoongelea ubora ni kuanzia shambani yani ni mnyororo mzima kuanzia marigafi kuanzia mm, shambani mpaka mwisho kwenye bidhaa yenyewe. Huku mwisho ni ishu ndogo tu, lakini umepata marigafi sehemu nzuri. Kuna watu wengine mtu ana, anaenda anavuna ni sehemu chafu marigafi hizo kwa, kwa, kwa vyovyote vile end product itakuwa mbaya. Kwa hiyo tunawasitiza kwamba kuanzia kwenye marigafi wafatilie kuanzia kwenye marigafi wanakupata marigafi wanapata marigafi nzuri Mnyanya nzuri. Usafirishaji, ukisafirisha nyanya kwenye gari lililobeba simenti au viungo vya chai labda viungo kwenye gari lililobeba simenti uh, kwa vyovyote vile bidhaa yako haitakuwa haitakuwa bora mwishoni. Kwa hiyo hmm, afuatilie ule mnyororo mzima kuanzia malighafi, usafirishaji, anapotunza malighafi zake, vyombo anavyovitumia kwenye kuchakata, anavyofungasha, kuanzia ule mnyororo wote tunamstiza mjasiriamali aweze ya kufuatilia, asiishie tu kwamba amezalisha. Mm, kule ulikotoka kwenye sauce kuko sawa, kuko sahihi. Nakumbuka nina kesi moja ya mjasiriamali wangu mmoja, alikuja atageza wine mm, ile wine ana alitengeneza ukiwa macho ni nzuri, lakini alivyoenda TBS ile wine wakasema haina ubora. Ina, ina, u, yani, tunapoongelea ubora hatuwezi kutenganisha na usalama. E, kwa sababu kitu kinaweza kaa kizuri kwa macho, lakini ukinywa au kikitumia kikaleta madhara kwako, kwa, kwa hiyo yeah. nika tukaenda tuka, tuka kufuatilia ile bidhaa ikashindwa ika kupita kwenye TBS, tukaanza kufuatilia na ikaonekana ile bidhaa ni wine unakunywa, lakini na wadudu ndani yake uwezi kuwaona kwa macho, mpaka uende maabara. Kwa hiyo tukaanza kufuatilia, lakini tulio kuja kufuatilia kwa kuta kule masokoni kule, ambako naagiza ndizi kutoka Moshi zinakuja kwenye soko la ndizi pale, wanamwaga kwenye topi. Ndiyo. Topi. Kwa hiyo ile topi wa wakati anajaribu kuosha lakini wale wadudu hawaishi wanaendelea kukaa kwenye ile product. Mm. Kwa hiyo ikabidi tumshauri kwamba bwana, ukileta gari kwanza, hakikisha gari unaloleta liwe safi, lisafishe kabisa abisa, yani, unasafisha ndizi safishe vizuri. Ukifika usimwage tu chini, weka maturubai unapopakua weka kwenye maturubaa ili kusudi kuweza kupunguza ile hatari ule, ule zile ule, athari. Mm. Na mwisho wa siku baada ya kufanya hivyo bidhaa yake mwisho wa siku ikaweza kutoka kutoka vizuri. Mm. Kwa hiyo ni from the source. Kwanza, unasema from the source to the table. Ndio, ndio, mm. Sasa tunafahamu pia wapo ofanyo, wajasiriamali eh, na wazalishaji ambao pengine wangependa kuwafikia SIDO na kupata mafunzo na kujua jinsi gani ya kutengeneza bidhaa zenye ubora, bidhaa ambazo zinaweza kupata soko, pengine labda kwa kumalizia, utuambie ni jinsi gani ambavyo wanaweza wakawafikia Dokta. Namna kuafikia SIDO ni kunakuwa na utaratibu ambao kwamba wanatengeneza utaratibu wa kutangaza madarasa mm, kwamba kuna muda fulani mpaka muda fulani kutakuwa na, na semina ya, ya wajasiriamali ambao unalipia una laki moja yeah, na nusu. Na baada ya hapo unapata mafunzo ambayo kwamba yatakuwezesha uweze kutengeneza bidhaa yenye ubora na mwisho wa siku na wewe unaweza kwenda kuanzisha kiwanda chako. Kwa hiyo kiwanda kama tulivyozungumza mwanzo, kama kwamba unaweza, si lazima utumie mashine. Viwanda vidogo na ukuzaji wa viwanda vidogo unaweza kuanza moja kwa moja kwa, kwa kutumia mikono yako, ila kwa kufuata vipimo sahihi, kwa kufuata ushauri wa kitaalamu ambao kwamba walimu huwa wanaotoa, na mwisho wa siku bidhaa, na unakuza pato la taifa. Kwa hiyo moja kwa moja niweze kusema kwamba SIDO ipo kama alivyosema mheshimiwa George hapa Jonathan kwamba ipo nchi nzima. Kwa hiyo ni wajibu wa wao wenyewe pia Watanzania kuchukua fursa ya kuweza kujikwamuka kwenda kupata elimu iliyokuwa sahihi ili kuhakikisha eh, mambo yanaenda vizuri sana. Asanteni kwenye matangazo yetu na, na na, na kila la heri pia shughuli zenu zaidi na, na, sana bila shaka na, na, unaweza ukawafuatilia eh, kama ambavyo wametoa maelekezo hapo, jinsi ya kuwapata na kupata mafunzo ya namna gani ya kutengeneza bidhaa zenye ubora. Tunakamilisha hivyo.